Bwana, habari yangu salama, naam na naam. Mm, nashukuru Mwenyezi Mungu isipokuwa kidogo tulipata kiji msiba. Ndio, ndio, pole sana, ndio tupo kwenye ibada hiyo, naam. Abduba naam, Seif, eh, nataka kusikiliza maoni yako kuhusiana na matokeo ya mchezo wa jana, ambapo Simba Sports Club eh, tulipoteza kwa bao moja kwa sifuri dhidi ya Petro Atletico kutokea pale nchini Angola. Eh, maneno yamekuwa mengi, hasa lawama zikielekezwa kwa meneja Dimitari Pantef, kutokana na namna ambavyo amekuwa akipanga kikosi chake binafsi. Kwa upande wako, maoni yako kwenye hiki ambacho kinaendelea kuzungumzwa, wao wanasimama upande upi? Sasa Abdallah, mimi nasikitishwa sana kwanza, sifa za kimpira cha hiki ambacho ninakifanya, na Abdallah niliwahi kusubutu kusema na sitoacha kusema lakini nitatupa baadhi la yanamama kwa watu wahusika. Wakati nazungumza taratibu, nitakuwa nikizungumzia hatua kwa hatua, Abdallah, kwa nia njema. Ndiyo Abdallah, mpira wetu umeharibiwa na tabia za historia, yaani watu wamecheza zaidi katika historia mpira kuliko uhalisia. Kwa nini? E, dimitel Pantezu, mimi ni mwalimu ambaye nitaiga kwake, hata kama leo simba watasema hawamtaki mwalimu Kipi ambacho nitakiiga kwa Dimitel Pantev? Nitaiga kwa huwa anacheza kulingana na mechi aliyonayo mkononi. Abdallah eh, Dimitel Pantev analalamikiwa na kuanza na timu ambayo haikuwa na stake hata mmoja Di, lakini nikukumbushe kiualimu Abdallah, takubaliana hapa hapa tunapozungumza, kipindi <tipi> cha kwanza Simba imetoka bila ya kupeleka goli wavuni, lakini haikufungwa Sahihi kabisa. Kipindi cha ki kwanza ndo kipindi ambacho Simba Sports wamemiliki zaidi mpira na wametengeneza eh, mipira mingi ya kufunga wakashindwa kuitumia. Ni kipindi cha ki kwanza, sahihi kabisa. Tukisema mchezaji ameshindwa kutumia mpira kifasapa, kuna tabia mbili. Tabia ya kwanza, amepokea mpira akiwa eneo gani, na watu opponent wao walimwataki kwa kiasi gani, walimpa fursa ya moja kwa moja kupiga wakati anakuja kupiga mpira wa mwisho, ni kweli alikuwa wazi, yani alipewa utayari e, wa akili mwili, umenelewa, na alifika katika mpira kwa wakati, kwa sababu katika ulimwengu wa mpira jambo wakati watu wanalisikia wakati tu, inawezekana ukamweleza mtu asijue. Wa unaposikia wakati katika mpira ni ile, yani, hali ya umefika eneo hilo, alafu mpira wenyewe unahitaji, yani mpira umekuwa rafiki kwako, maanake umeukuta mpira ukiwa unahitaji we ufanyie kitu gani na unaweza kufika katika mpira kama ukufika kwa wakati ukawa umeumiliki mpira lakini mpira hauko tayari kuufanyia hicho unachokitaka kwa sababu uliondoka eneo kwa wakati. Sasa watu wengi ambao wanafahamu mpira, mpira unapokuwa umetua kwa mtu ambao wanategemea, kwa mfano, mpira umetua chini ya miguu ya ya, ya, ya mpanzo, kwa sababu tu mpanzo ameumiliki mpira, jicho lake linaona ni rahisi kupeleka katika goli bila ya kujali mpanzo amefika katika huo mpira kwa wakati anaamini ili jambo linakuwa goli. Haya matatizo haya matatizo yamekuwa yame, yame makubwa sana, na ziko sababu tatu nne mpaka tano. Mi siwezi kuzungumzia sababu zote, nitakachogusa e, unaweza ukaziweka katika hizo sababu. Lakini miongoni mwa sababu, sababu ya kwanza e, wa baadhi ya mainfluensa wa Simba ndiyo tatizo kuu la kuiharibu Simba. Leo na thubutu kuanza kusema jambo hili. Sijasema influencer wote wa Simba kila siku wanashauri. Abdallah, naam naam. Ukiwa una jaziba, ukiwa una jaziba, ukiletewa maiki ikatae. Aliyekupa maiki leo atakupa kesho, anataka maoni kutoka kwako juu ya matukio tofauti. Tukio aliishii katika Simba kuharibu goli moja, alikupa maiki leo anaweza kukupa tena maiki kesho. Kama huna cha kusema, sawa Hachana na maiki. Waingereza wananeno wanasema, mimi sijasoma, wanasema no research, no speak, yeah? no research speak speak right to speak, Sefo. ka wanasema, eh? kwamba kama hujafanya tafiti basi huna haki ya kuzungumza. hey, mimi sijaweka hiyo haki, nimesema usizungumze tu, nitakuwa niko sawa. Kama hujafanya tafiti usizungumze, ndio mimi niko katika msingi huo. Waingereza neno hili liko sawa sawasawa. Kama uliangalia mechi kwa jaziba, hujafanya tafiti huna ujumbe wowote wa kupeleka usizungumze. Tulifanya kipindi jana asubuhi, nadhani katika komenti ambazo nilitoa mimi na wewe, uliandika sawa, kama ujumbe ambao mimi niliutoa uli, uliandika kuwapa tahadhari Simba juu ya Petro de Rwanda, ndiyo. yalikuwa ni maneno yangu kwa sababu niliwatazama ubora wa Petro de Rwanda, niliwatazama namna ya urahisi wao na eneo kubwa la Petro de Rwanda. Eneo kubwa ambalo nililitengea muda ni eneo lao la kukaba sio eneo la kufinishing, yaani kwa maana ya kumaliza. Hapana, niliwatengea muda katika eneo la kukaba. Petro de Rwanda wamekuwa bora kwelikweli katika kukaba, na ndio maana hapa katikati hawana rekodi yoyote ambayo inawaonyesha Petro de Rwanda waliwahi kufungwa goli kuanzia mbili na kuendelea na tatu. Kama uliwapata mbili mbili bila, mwaka juzi walifungwa na timu kubwa kama Mamelodi Sandaus, walifungwa goli mbili, lakini Petro de Rwanda ni mbili moja Mwenelewa ukipata mbili bila miujiza goli mbili tatu upate. Kwa nini? Wako imara sana katika eneo la mwisho la kumaliza, moja, pili ukiangalia viungo Petro de Rwanda ni viungo bora mwalimu Dimitri Pantev kwa sababu sababu yani, isu sio mechi niko taifa isu mechi sio niko nyumbani isu unacheza na nani, mm -hmm, na nani, naendaje kutafuta matokeo? Alipojaza midfield wengi nilimuelewa katika nukta moja, nukta ya kwanza alikuwa anataka kufungua ngome ngumu umeneelewa vizuri yeah. Ya, ya ya Petro de Rwanda ndio ilikuwa malengo, malengo na alifanikiwa malengo, alitengeneza nafasi nyingi hivi nafasi kama aliyopata yule kijana eh, mimi namwita Mixon eh, wa sasa, umenielewa vizuri, iliokwenda yeah, ikagonga mwamba hivi. Nafasi ile ilikuwa inamhitaji Jonathan Soa ili afunge, ilikuwa inahitaji Jonathan Soa wakati tu ulimkataa eh, Abraham, wakati ulimkataa Abraham kwa sababu ya ukubwa wa mechi kwa sababu ya namna ambavyo adui alikuwa akikaba njia kweli. Kipindi hiki umefikia wakati, influensa unapewa maiki umtaki eh, coach influensa wa Simba unasimama, unasema hatutaki manager, tunataka coach kwa staili hii unayoisema, kwa aina hii tunayoitaka, kwa muda huu ambao yuko mwalimu ah. Sasa tukubaliane basi, kama haya ndio basi, sio tuna tofauti na hawa Yanga, tunawasema kuwa hawajui mpira, umenielewa sio? Ndio, ndio Abdallah, no. Hat hatuwezi kuwa hivyo, hatuwezi kuwa hivyo. We fans unatufuatilia leo, hatuna nia mbaya, tuna nia ya kujenga timu. Haya mayoyo ya influencer wetu ni tatizo, yaani mimi kuna muda nashindwa kutofautisha, nikwambie kweli Abdallah, nashindwa kutofautisha kati ya influencer wa Yanga na Simba. Nakiri kusema Simba wana influencer bora kweli kweli. Jamani, chukueni mike zenu Simameni kuzungumza ujumbe wa kweli, simameni kuuzungumzia mpira. Hebu acheni hizo habari mnazoanza kutaka kutuletea, tuache yani, tuna- tumekuwa na uwezo wa kawaida. Kuna baadhi ya wachambuzi wenye kuitakia mema Simba. Influencer waliwafundisha hapa katikati, mkawa mnapiga kelele menelewa, na mmekuwa sio wafuatiliaji. Nikiri kusema baadhi ya influencer wetu sio wafuatiliaji wa hizi timu yani, wamekuwa wanaozungumza mpira katika mwemko, kundi limepangwa tayari wamesema. Mi nawe tumezungumza, Abdallah, kipindi chote nimekueleza hatari iliyopo, na inawezekana watu walikuwa wanaamini tu experience ya Tunis ni wabora kuwazidi, kuwazidi Atletico, umenielewa vizuri. Lakini nikwambie ukifanya na siara, si tusiwahi kuingia makundi hayo ya miujiza? Wydad anapewa nafasi, umenielewa Wydad anaonekana wa kawaida, anakuja kuwa mtu bora, sio yeye Wydad katika kundi, yeah. Ndiyo umenielewa vizuri. Hai. Kuna muda mda, namba zinakufanya kuwa bora. Leo wewe ni nani yani? Watu wakatafute Petro Atletico leo ni nani? Pengine wakianza kuwajua wanaweza kuanza kumsifu mwalimu wa Simba. Ngoja niseme kitu kingine, sio cha kusema. Nimesema baadhi ya influencer, sasa ni jina. Umesikiliza influencer mmoja wa Simba jana, niliona ajabu sana. Nani? Abdallah Abdalla, influencer, umekaa kuwatahadharisha Simba ukiwaonyesha kuwa hawa Atletico ni bora, Atletico tunafaa kujipanga leo Atletico wamepata matukio. Eti, influencer wewe unashangaa maneno yako uliyoyasema mwenyewe, yani baada ya kusisitiza kusema, ona kile ulichokisema. Yani influencer unakuja tena kuonyesha kama hata maneno yako ulikuwa unasema ulikuwa uyaamini, yaani unataka kufanya marudio ya maneno yale yale uliyoyasema. Kiukweli tulipokuwa tunatoa maoni, basi tujue kwamba maoni tuliyatoa ndo msimamo yetu. Kumbe siekua, tukawa tunatoa maoni na tuamini tunachokisema katika mioyo umenielewa vizuri sasa hivi kabisa. Mimi sina shida kwa Dimitri Pantev, sina shida kwa mwalimu, yani hakuna hata jambo moja alilikosea. Kwa sababu wewe unayetuambia kuwa mwalimu alikosea, wewe ambaye unatueleza kuwa mwalimu alikosea, sasa nirudi kwako wewe, ili huyu anayenisikiliza ajue nakusudia kitu gani. Abdalla, tumefungwa goli kipindi gani? Kipindi cha pili. Hawakuingizwa hao ambao waliwaacha nje, walipata nafasi ya kutambulisha kwenye mchezo waliingia vipi eh? Mm. Wao ndo wameruhusu goli hawa ambao hawakuwa wa bora na wanaonekana mwalimu aliya wa kutitendea haki wao, wanaonekana wacheza tena ndo watu wanaotengeneza nafasi nyingi kuliko au ndo wadhania kwamba wataingia. Hilo jambo la kwanza, jambo la pili, wewe kaka, unayemlaumu mwalimu, hebu njoo katika maiki, brother, tuzungumze mpira. Hata kuleta lawama zako za kimtaani kutaka kuijaribu Simba, ni nani kati yako na mwalimu anayekaa na wachezaji kwa mda mwingi? Ah. Umenielewa? Be, unajua mimi ninachoamini na katika pili ninachokizungumza, umenielewa? naam. Mwalimu anaipenda zaidi Simba kuliko isipokuwa ataichukia Simba. Matokeo mazuri ya mwalimu Pantev ndo yanamlipa mshahara? Ndiyo sio sahihi kabisa. Matokeo mazuri ya Pantev ndo atampa rekodi akatafute klabu nyingine kubwa? Ndio sio sahihi kabisa. Matokeo mazuri ya Simba yananifanya wa Simba kufurahi na mda huo kusubiri matokeo mengine. No. lakini matokeo mazuri ya simba yanampa rekodi mwalimu wa simba aendelee kuwa bora na... nani anaeleta matokeo kwa muda huo zaidi kati yako we na mwalimu Saibu? Ni mwalimu matokeo yanamfanya kumtengenezea CV brother, mwalimu anataka matokeo kuliko wewe. Mwalimu ndo mtu anaishi na wachezaji kuliko wewe. Usituletee mazoea katika mpira, kuna muda tuheshimu basi. Mnajiita nyie kuwa mainfluensa bora, mnatuletea nii vituko bwana katika mpira nasobia mpira mchezo wa wazi hata siku tumeuona mpira mchezo wa wazi hivi. Ulikuwa unaamini Atletico ni dhaifu kuliko wewe unavyofikiri? Nenda kata kaangalie sajili za Atletico au Spence, hata elimu una kuangalia kaangalie sajili za Atletico umefika sehemu ya sajili zao, umeelewa vizuri? Mimi nilitoka kufundishaga muda kipindi cha nyuma Abdalla, niliwambia hata siku wafunga National, ni jitihada za wachezaji wetu tu, haikuwa na maana eti sisi tuna kaliba bora sawa na National, sisi tuna tabia bora sawa na National. Sasa, watu wafikie wakati wawo, wanatoa nafasi basi kwa wataalam, watu wafanye kazi. Tumepoteza mechi, umepewa naiki sema katika kitu unakiona menelewa bana, wachezaji wamecheza katika hili wamefanya hivi, kukosea ni kanuni ya mpira. Timu unayoitaka hatuwezi kuipata kwa kelele zako, Abdalla. Mi na maoni tofauti kabisa, na kama maoni haya yanamchukiza influencer yoyote, wana namba zangu, wapiga nambio, Seif, umenichukiza. Sitokuwa tayari kuona sua inaonyeshwa vidole eti kwa sababu ya matashi yako, au inaonyeshwa vidole kwa sababu wewe umeshindwa tu kuitetea ya Simba? Yaani umekaa na wanayanga watatu wakakupigia kelele ukashindwa kutetea Simba, ukatafuta kivuli. Kuwa mwalimu Abdalla, una siku niliwahi kukuambia, narudia kusema yeah. Abdalla, lawama ni tabia iki kukaa mwilini, utalaumu hata kama kosa hilo la kulaumu halipo. Lawama ni tabia mtu anajitengenezea na kuishi nayo mimi nipeleke kongole eh, kwa mwalimu. Pili, asisikilize hizi kelele, aitengeneze timu ambayo tunaitaka, atengeneze simba ambayo naiona haina haina shida. Ni kwanza jana, niwaambie kweli kabisa, wakati nafanya kipindi asubuhi nilikwambia imani ya kupata hata goli tatu, lakini nilichokiona katika mpira nikasema yes, hii ndio simba ambayo mimi nafikiria kwenda kuiona, ingawaje watu wakitaka matokeo kwa sababu fulani kapata hii hali Simba wanapita mara kadhaa. Kama mna tabia ya kutunza kumbukumbu kumbu tunzeni tulikosea na ikaonekana hatuwezi kuenda mbele, baadhi ya wachambuzi wakatugeuka, siku ya mwisho wakaja weldani, wakatupa mkono, tukaenda kupata matokeo, na hata hivi tuna uwezo wa tena kupata matokeo. Kwa hiyo mimi leo niliona ukinipa mike, Abdallah, sitaki kuchambua kitu chengine zaidi ya kurudia hao watu wanaitwa eh, mainfluensa. Jamani hey, ah -ah, nyinyi ndo mnayoiharibu simba kwa kuipigia mayo. Kuna watu tunawajua wana vituo vyao kabisa wameandaliwa katika kuihujumu Simba na wamekaa kama na mlengo wa Simba, kama wanaumia Simba kwa kukosa matokeo, lakini ukweli tunafahamu, nyinyi mpo kwa sababu hiyo. Basi hata nyinyi influensa ambao, ambao kwa sababu sababu hiyo hiyo ambao au tuamini nyinyi mliletewa tu maiki mapema, hata mpira hamuutambui, umenielewa sijui? La, e, tuanze mapema, mpira tuanze kuamini kwamba wenzetu maiki iliwajia mapema, yani mpira wenyewe hamuujui. Lipi ambalo limekosekana brother? Kuna siku niliwahi kusema, basi mainfluensa, tukasome kidogo. Kazi ya mwalimu hiyo unayoisema ni kurahisisha mpira kutoka eneo la kwanza kufika eneo la mwisho, na hicho kimefanywa na Simba Abdallah, kimefanywa na Simba mpaka kufika maeneo ya hatari, na watu wakaona kuwa kilichoshindikana ni kutafsiri mpira kutoka eneo la mwisho kwenda kulipeleka katika wavu. Mwalimu anafanya nini kaka? Yaani kulihitaji kweli mpaka awepo eh, eh, Jonathan soa au kulihitaji awepo Mkwala katika kufunga zile goli, au kulihitaji awepo Salimu mwalimu? Hapana, yako matokeo yalipatikana, tukakosa kama alikosa Mpanzu, kama alikosa Abraham na watu wengine. Ndio kanuni ya mpira. Kuna kuna siku watu anakosa, kuna siku watu mkwala anakosa anakosa mechi na JKT. Mkwala alikosa magoli ya wazi kabisa, lakini goli kipa alikuwa na jitihada kubwa. Hata tukumbuke katika mpira tuheshimiane, Abdallah. Na mpira upewe nafasi yake, tuache kuwataki walimu basi, wafanye wanachokifanya, tupunguze lugha. Ukiona una cha kusema, achana na maiki, hujalazimishwa kusema. Abdallah, we influensa, acha kutuvurugia klabu bratha, kwa sababu unaletewa watu maiki. Hatuwezi kuenda kuangalia mpira wa namna hii, hatuwezi kufumbiana nacho kama anakukosea brother. Samahani we influensa, lakini mlichokifanya jana, baadhi ya influensa, ni tatizo. Nami nishukuru niseme wazi wazi wazi, ni yani, niseme wazi wazi yuko kakangu mmoja kweli jana alipewa mike akazungumza tofauti, asubuhiakanipigia simu Seif, nimemsikiliza mwalimu nimerudia tena mechi nimemwelewa sana mwalimu. kamwambia hiyo ndo kanuni ndo kazi yainfluencer. We kazi yako ni kuhamasisha, so kushauri nani akae nani afanye hivi? kazi yako ni kuhamasisha au tukubadilishe jina basi? kama wewe, tuletee cheti chako tujue wewe ni mwalimu tusikuite tena influencer my brother, tukuite ni mwalimu tu, tunakuuliza katika kanuni za kiuwalimu. Lakini ikiwa wewe ni muhamasishaji, mnachokifanya mnatuharibia timu. Mi yangu ni hayo Abdallah, bana mimi nikushukuru sana Seif, asante sana kwa kunipa muda. Haya, nikutakia mchana mwema ndugu, asante sana.